Ikiwa ni siku ya wanawake duniani tarehe 8 mwezi wa tatu mwaka elfu mbili na ishirini na tano unaambiwa hivi chini ya kalenda ya Julian, wanawake wa Kirussia walifanya maandamano dhidi ya vita vya kwanza vya dunia. Ilikuwa Februari ishirini na tatu mwaka elfu moja mia tisa na kumi na tatu hiyo ni sawa na March 8 katika kalenda ya Gregorian kama tunayotumia sisi. Hii ikawa ni alama muhimu kwa maandamano ya siku ya wanawake duniani. Ndio maana wanawake huwa wana andamana ama kunakuwa kuna maandamano pia wanawake na wanaume. Februari 23 mwaka 1917, wanawake wa Kirashia walifanya maandamano tena wakitaka kumalizika kwa vita, uhaba wa chakula na utawala wa Tsar Nicholas wa pili. Hawa wanawake ndio waliwakasilisha wanamapinduzi wa kiume kama Leon Trotsky. Ndio sababu wanasema mapinduzi ya Urusi yalichochewa kwa sehemu kubwa na maandamano haya ya wanawake. Katika siku chache sa Nicholas wa pili aliong'olewa madarakani, utawala wa kikomunisti ulianzishwa na wanawake wa Kirusia walipatiwa haki ya kupiga kura. Vladimir Lenin alitangaza Machi nane kuwa siku ya kimataifa ya wanawake mwaka elfu moja mia tisa na ishirini na mbili ili kuheshimu mchango wa wanawake katika mapinduzi ya Kirusia ya mwaka 1917. Baadaye ilisherehekewa kwa tarehe hiyo na harakati za kijamaa na nchi za kikomunisti. Sikukuu hii ilitambuliwa rasmi na Umoja wa Mataifa mwaka 1977. Takuambia kidogo kuhusu Vladimir Lenin ambaye alikuwa kiongozi wa kwanza wa serikali ya Soviet ya Russia kuanzia mwaka 1917 hadi kifo chake mwaka 1924. Kiongozi wa Umoja wa Soviet kuanzia mwaka 1922 hadi kifo chake mwaka 1924, kama mwasisi na kiongozi wa Bolshevik, Lenin aliongoza mapinduzi ya Oktoba ambayo yaliunda taifa la kwanza la kijamaa duniani. Serikali yake ilishinda vita vya kiraia vya Kirashia na kuunda utawala wa chama kimoja chini ya chama cha kikomunist. Huwa nasikia mwanamke anaweza akiwezeshwa, kumbe wanawake ndio waliowawezesha wanaume kufanya mapinduzi. Inaoma kweli. All right, hii ni the checkup, tupo kwenye akaunti ya stamina shorobwens.